Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imeanza uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam kwa muda wa siku saba kuanzia leo Machi 17 hadi Machi 23, 2025. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, jaji wa mahakama ya rufani Mheshimiwa Jacob Simwambegele amepata fursa ya kutembelea baadhi ya vituo na kujionea uandikishaji wa wapiga kura unavyoendelea huku akitoa rai kwa wananchi wenye wa sifa kujitokeza kwa wingi kujiandikisha. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi inaendelea na uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, sasa tuko kwenye awamu ya kumi na tatu ambayo ndio awamu ya mwisho. Uh, na maana tuko kwenye mzunguko wa kumi na tatu ambao ndio mzunguko wa mwisho. Tayari tumesha e, fanya uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura katika mikoa yote ya Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Hii mzunguko wa kumi na tatu ni inahusu mkoa wa Dar es Salaam. Nimeshuhudia ufunguzi pale Mnazi Mmoja. Ee, wa kituo cha uboreshaji wa daftari la kudumu na wapiga kura, saa mbili kamili asubuhi, watu wengi wamejitokeza, na sasa niko hapa Muhimbili mbili nimetoka Upanga, ee, watu wengi wamejitokeza kuja kujiandikisha na kuboresha taarifa zao, na wasihi wa Tanzania kwa hapa Dar es Salaam wajitokeze kwa wingi, wale wanaostahili kuja kuboresha taarifa zao au kuja kujiandikisha upya leo tarehe kumi na saba na mwezi huu wa tatu ishirini ishirini na tano ndio siku ya kwanza, mwisho tarehe ishirini na tatu mwezi huu wa tatu ishirini ishirini na tano. Sasa tuna kawaida, wengine wana kawaida kujitokeza kuja kuandikisha au kuboresha taarifa zao mwisho, na wasihi waje siku ya kwanza siku ya pili ya tatu ili uh, siku hizo zitoshe. Mtu huwezi ukajua kwamba una dharura gani siku zitakapokuwa zinaisha. Kwa zina hiyo, nawasihi uh, wale wanaostahili wajitokeze mapema kuja kuboresha taarifa zao. Nao wajumbe wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwa nyakati tofauti wametembelea halmashauri zingine za mkoa wa Dar es Salaam kushuhudia uboreshaji ulivyoanza. Mheshimiwa Balozi Omar Ramadan Mapuri alikuwa jimbo la Kibamba manispaa ya Ubungo huku mjumbe wa tume jaji wa mahakama kuu Mheshimiwa Asina Omar akiwa jimbo la Mbagala manispaa ya Temeke wakatoa neno. Tumeanza uandikishaji eh, na uboreshaji katika mkoa wa Dar es Salaam. Eh, hapa sasa hivi tupo kituo cha serikali ya mtaa ya Luguruni lakini kabla ya kufika hapa, nimetembelea vituo vi vitatu, ambavyo mpaka sasa hivi vyote nimekuta maendeleo ni mazuri ya uandishaji na uboreshaji, wanajitokeza wengi, na hii inatia moyo kwa sababu siku ya siku ya mwanzo mara nyingi wanakuwa wanajitokeza wachache, lakini hapa Dar es Salaam naona kidogo pana mwamko mzuri zaidi, wengi wanajitokeza. Natarajia mpaka mwisho wa zoezi hili tutakuwa tumeandikisha wote ambao watakuwa wamekuja kwa ajili ya uandikishaji na kuwaboreshea wale ambao watakuja kwa uboreshaji. Na napenda kuwahimiza tu wananchi kwamba wazitumie siku zote saba vizuri, wasisubiri siku mbili za mwisho alafu wakajipanga ikawa tuna watu wengi sana siku ya mwisho ambayo itaweka muda mrefu, lakini wakizitumia hizi siku za mwanzo mwanzo ili tukifika mwisho tuwe tunamalizia tu. Labda nitoe wito kwa watu, wananchi, si lazima mtu ambaye kadi yake haina matatizo, hajahama, haijaharibika e, au ha, haina taarifa zisizokuwa sahihi, hana haja ya kwenda kwenye kituo tuna, kwenye kituo tunahitaji watu ambao e, kadi zao zinahitaji marekebisho. Uh, leo ikiwa ni siku ya kwanza ya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura kwa mkoa wa Dar es Salaam, tume mpaka sasa hivi tunaongea na wewe, tumetembelea kata nne katika jimbo la Mbagala ambalo lipo katika halmashauri ya manispaa ya Temeke, kata ya Chamazi, kata ya Charambe, kata ya Mianzini pamoja na kata ya Mbagala. Mwitikio ni mzuri sana, wananchi wamejitokeza ikiwa ni kama siku ya kwanza. Vituo vyote tumekuta wananchi wengi wamejitokeza na wanahudumiwa vifaa vya kutosha vipo kuwahudumia wananchi ambao wamejitokeza vituoni na watendaji wa vituo wanaendelea kuwahudumia wananchi. Aa, katika kupita vituoni pia tumeona kwamba uh, waandishi wasaidizi wanatoa huduma kwa kufuata vipaumbele kwa makundi maalumu, na pale ambako kunakuwa labda na sintofahamu miongoni mwa wale waliopo vituoni, waandishi wasaidizi wameendelea kutoa elimu kwa wananchi waliopo vituoni, wakiwafahamisha ya kwamba kwa mujibu wa taratibu zetu na maelekezo yetu, huduma zinatolewa kwa kipaumbele kwenye wale watu ambao ni makundi maalum. Kufuatia kuanza kwa uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura, wananchi wameendelea kuhimizwa kujitokeza kujiandikisha, kama anavyoeleza afisa mwandikishaji wa halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, Omari Mkangama. Jimbo la Kinondoni na Kawe tumeanza zoezi la uboreshaji wa, wa daftari la kudumu la wapiga kura katika jimbo la Kinondoni na Kawe tuna jumla ya vituo mia nne na sita kwa siku ya leo ambao ni siku ya kwanza tumeweza vituo vimefunguliwa mapema saa mbili kamili asubuhi ambapo wananchi mbalimbali wameweza kujitokeza katika vituo hivyo kwa ajili ya kuweza kupata haki yao ya msingi kuweza kujiandikisha na kuboresha taarifa zao mbalimbali. Halmashauri za mkoa wa Dar es Salaam zinakamilisha awamu ya kwanza ya uboreshaji. Vituo vya uboreshaji vimewekwa kwenye mitaa na vinafunguliwa kuanzia saa mbili kamili asubuhi na kufungua saa 12 kamili jioni kila siku kwa muda wa siku saba. Kauli mbiu ya uboreshaji inasema, kujiandikisha kuwa mpiga kura ni msingi wa uchaguzi bora. Kutoka hapa Dar es Salaam, mimi ni Shafiru Makosa wa Uchaguzi TV.